Okay, okay, right now, Suleshy technology. Leo niko na TV hii, ni inchi 43 imeua sehemu ya inverter ilete moto ili ije washe taa, so mimi nilikopa na kakifaa ka nje, inverter ya nje hii hapa. So nataka nikuelekeze chapchap jinsi ya ku, ya ku, ya kuunganisha inverter hii ya nje ije ifanye kazi umu ndani, iweze kuwasha taa, uweze kuenjoi kama fundi. Okay? Hapa kwenye inverter unapata kuna maneno hapo. Unapata kuna maneno hapo kuna voti voti voti voti voti NC ground ground ground NC on off. On, off. NC adjust, si ndio? Ukija upande wa pili kuna red red red red red red positive red negative red positive red negative hivyo. Alafu upande wa huku hautadili nako sana. Alafu kwenye inchi 43 utaona hapa, wanakwambia kabisa input voti ni kuanzia voti 12 mpaka 26, output 180 iwe maximum. Umeona ukichomeka? Huku ukija kunanilia huku, iwe 180 maximum. Umeona huku tumemaliza. Kwa hiyo waya wa kwanza wewe utakuja kuiweka kwenye adjusting au kuna zingine hazikubali kwenye adjusti, zinakubali kwenye kwenye hapa sehemu ya pini ya on off. Umeona? Alafu wa pili utaweka kwenye voti, wa tatu utaweka kwenye ground. Tunakuja. Mimi nikaunga hapa wa kwanza huu nikaunga kwenye voti, wa pili nikaunga kwenye ground, wa tatu nikaunga kwenye on off. Umeona? Umetoka moja kwa moja uwa kwenye on off. Nimekuja huku kwenye tv yangu sehemu ya voti tano za voti tano zile za za kwenye poti ya, ya flash nimekuja nimeungia ule waya wa on off, lakini waya wa ule wa positive na groundi nimekuja hapa kwenye tv. Ndakuja ndakuonyesha, ndakuja ndakuonyesha hapa katikati hapo unaona kuna simu umeandika power upgrade power upgrade lakini kuna ground na volt 12 kwa hiyo utakuja huku kwa nyuma yake ndio utakuja kuchoma ili kazi iwe safi kwa hiyo waya wa ground kule nimechoma kwenye ground hapa na waya wa positive nimekuja nimechoma kwenye positive hapa hapo unakuwa umemaliza kuweka hii Same same ya hii nanilia inverter ya ndani umeiweka nje, kama umekuta hapa nanilia spare zake haujazipata, hizi zinapatikana madukani, ni rahisi okay. Ndakuja mimi ndapachika pawa yangu pale, na nii itawaka pale, sensa itawaka pale. Ikiwaka ndakuja moja kwa moja sehemu ya ledi niunge, ni, ni pime hapa na multimeter je, italetea volti husika ambazo mimi nazihitaji? Mmeletea <coughs> hizo kumi na moja kwenye anilia pale ila ngoja ni switch pale, alafu nije nikuonyeshe, ni hapa.